Nakushukuru kwa kunipa nafasi hii na mimi niweze kuchangia. Lakini awali ya yote ninamshukuru sana Jehova kwa kunifanya hivi nilivyo. Mheshimiwa Naibu Spika mimi nitachangia katika maeneo mawili tu kwa leo katika eneo la uchukuzi pamoja na ujenzi. Mheshimiwa Naibu Spika nitakuwa sijamtendea haki Mheshimiwa Rais wa awamu ya tano, jemedari wetu na mtumishi wa Mungu huyu Dr. John Pombe Magufuli. Kwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya Tanzania tumeweza kuwa na flyovers na tutakuwa nayo lakini pia serikali imeweza kujenga standard gauge kwa upande wa reli ya kati. Mheshimiwa naibu spika, ninaamini sasa na reli yetu ya Tazara itaangaliwa upya iweze kuboreshwa zaidi kutokana na umuhimu wake. Mheshimiwa naibu spika, shirika la ndege la taifa ATC sasa hivi tumeweza kuwa na national carrier yetu, ni jambo jema na shirika hili limefufuliwa. Napenda kutia mkazo kwa waheshimiwa wabunge ambao wamesema kabisa kwamba mashirika haya ambayo yako chini ya wizara hii, Mheshimiwa naibu spika, yaweze kupewa full autonomy kwa maana ya kwamba yajiendeshe kibiashara, kwa maana ya kwamba yasiingiliwe, kwa maana ya kwamba marketing teams zao ziwe, ziwe na ubunifu zaidi. Lakini kana kwamba hiyo haitoshi, Mheshimiwa naibu spika, wajaribu kuangalia ni jinsi gani wanaweza wakawa wabunifu kimkakati zaidi kujaribu kwenda katika nchi ambazo zitakuwa zinatuletea mapato mengi zaidi kwa kuongoza utalii wa nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, ninaomba niende kwetu sasa kule katika uwanja wa kimataifa wa Songwe pale Mbeya. Mheshimiwa Naibu Spika, katika ukurasa wa 169 tumeona serikali imetenga milioni 1530 kumalizia jengo na mambo mengine lakini mimi nilikuwa ninaomba Mheshimiwa waziri atakapokuja hapa kuwindapo atueleze swala zima la taa za uwanja huo wa ndege wa Songwe, kutokana na umuhimu wake. Mheshimiwa naibu spika, kuna ndege mara kwa mara zimeshindwa kutua, wewe mwenyewe ni shahidi, kutokana na kwamba uwanja huo hauna ndege, hauna taa. Kwa hiyo nilikuwa naomba pesa ya dharura iweze kutolewa ili uwanja wa ndege wa Songwe tuweze kupata taa wakati wowote, wananchi waweze kufurahia huduma hiyo. Mheshimiwa naibu spika, jambo lingine ambalo nataka kuzungumzia, naamini wote watasema na Mheshimiwa waziri anaelewa pale kwamba siwezi kukaa chini bila kuzungumzia barabara ya by bypass barabara ya mchepuko kutoka Uyole hadi uwanja wa ndege wa kimataifa wa Songwe. Na jambo la kusikitisha, sijaona hata kwenye, kwenye, kwenye kitabu cha taarifa ya Mheshimiwa waziri hapa, sijaona commitment ya serikali. Mheshimiwa naibu spika, hili jambo ni kizungumkuti, nimekuwa nikilipigia kelele mpaka waziri aliyepita wa ujenzi ambaye ni rais wetu mpendwa sasa hivi, hili jambo analijua na alishatuahidi. Na vilevile vile kana kwamba haitoshi, mpaka kwenye vikao vyetu vya road board vya mkoa tulishakubaliana kwa pamoja. Tatizo ni nini? Tunaomba mheshimiwa waziri atueleze hapa, Wanambea atusikie, kwa sababu foleni, msongamano kutokea Uyole mpaka mafiati pale, barabara haipitiki kabisa Dakika kumi inachukua masaa matatu. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi bila kusita, Mheshimiwa Waziri kaka yangu ninayekupenda na kukuheshimu sana, nitashika shilingi mpaka kieleweke, maanake ili jambo sasa hatuelewi sisi Wanambea. Lakini lakini vile vilevile, barabara hii ya mchepuko, Mheshimiwa Naibu Spika, madhara yake ni mengi, inaleta ajali, inaharibu barabara. Yani vile vile itakapokuwa ina mchepuko, sisi wana Mbeya kwetu ni faida, kwa sababu tunaweza tukawa pia tuna bandari kavu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninazungumzia ni haya malori makubwa katika hii barabara ya mchepuko, sijazungumzia magari madogo. Kwa hiyo mheshimiwa waziri anaelewa na alishakuja Mbeya na tumezungumza sana, hili jambo lifike muafaka, lifike mwisho. Manake mambo ya upembuzi ya kinifu haya hata Mheshimiwa rais hataki kuyasikia, tunataka utekelezaji. Mheshimiwa Naibu Spika, la mwisho kabla sijakaa ni barabara ile ya Isionje Mbeya vijijini hadi Makete kupitia Kitulo. Hii barabara inaunganisha mikoa miwili. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa hiyo nilikuwa naomba Mheshimiwa waziri atueleze kwa sababu kule kuna hospitali ya misheni ya Ikonda ambayo inasaidia wananchi wengi sana, actually wananchi wote wa mikoa ya Nyanda za Juu Kusini. Kwa hiyo nilikuwa ninaomba barabara ya kuunganisha mkoa wa Mbeya na mkoa wa Njombe, kwa maana ya kwamba makete kupitia Kitulo, kwa ajili ya wananchi wetu hawa wanaokwenda wengi kwa wingi kuhudumiwa pale Ikonda, basi mheshimiwa waziri atuletee majibu. Baada ya kusema hayo machache, ninaomba kuunga mkono hoja bajeti. Asante sana. Mheshimiwa Bagwanji Meisuria, asante mheshimiwa naibu spika, umenipa nafasi, Mungu akuweke. Nakupongeza sana mheshimiwa naibu spika, napongeza kamati yangu ya mindumbinu mwenyekiti, pamoja na kamati wangu wote kwa sababu tumetembea katika eneo mbali mbali na no, nimefaidika na sisi tumeona eneo mwingine mpya vile vile. Rais wangu Mheshimiwa John Pombe Magufuli amefanya kazi nzuri sana katika Tanzania yetu, Mheshimiwa Spika. Mungu amweke manake, ana mbinu ya rais wetu yani Mheshimiwa Narendra Modi India. Yani Narendra Modi anafanya mambo yake na yeye anachukua mbinu hiyo. Jo, Mungu amsaidie. Wa nampongeza waziri wangu wa miundombinu naibu, naibu waziri pamoja na watu wake, watendaji wake wanafanya kazi nzuri, pamoja na yeye waziri ofisi yake wanafanya kazi vizuri, wanamsaidia sana. Mungu amweke. Tunakuja katika madu, ma, mada yetu mkongo ya taifa, database data center, yani mtandao ya simu. Tumekwenda juzi katika kutembelea katika kamati yetu, nimeona mambo mazuri kabisa, yani hiyo tandao chini kwa chini underground imekuja kutoka India, imekuja kutoka South Africa, imekuja kutoka Zambia mpaka hapa Dar es Salaam. Tumeona tandao hiyo, nampongeza rais wetu Magufuli, amefanya mambo hayo. Hakuna nchi nyingine yani, hapa Tanzania ipo, lakini tandao hiyo imegusa Dar es Salaam, Zanzibar lakini wale watu ushirika wa tandao Zantel, Airtel pamoja na Tigo, TTCL wamefanya mambo mazuri sana rais wetu, wametengeneza database hawa watu watandao wale wa Zantel na nani, wanunue watandao yao waje kutia katika tandao yetu katika database kampuni hizo waje watie katika biashara yetu katika database. so, yaani wao wasitumia yao watumia ya Tanzania ya kupata sisi pesa. Mheshimiwa Magufuli amefanya mengi, pamoja na rais wetu wa, wa zamani Jakaya Kikwete staff, yaani wamefanya kitu ya kuleta baraka na Tanzania yetu. Tusinde, tunakuja katika banda, barabara Mheshimiwa, Mheshimiwa Naibu Spika tumekwenda barabara mengi sana na juzi tumekwenda banda, barabara. Rais amefanya hii barabara kubwa ina watu wengi, amekatisha sasa. Ime, imepeleka barabara hiyo mpaka wazo, wazo pale kwa simiti yani pale, halafu pamoja inakwenda banda inakwenda anja ndege, amegawa sehemu mbali mjini, pamoja na huko sehemu za Dar es Salaam, yani kukatisha barabara hiyo ongeza barabara kwa sababu barabara ina watu wengi, gari mengi. Kwa hivyo nampongeza rais wangu Magufuli. Mimi naona, naomba rais wangu Magufuli Zanzibar asaidia kidogo barabara, uwezo wetu mdogo, lakini mimi naomba muungano wetu na rais wetu wa, wa, wa, wa muungano asaidia Zanzibar na sie barabara yetu tuwaboreshe tunakuja wanja ndege, mheshimiwa naibu spika, wanja ndege kweli, mimi nampongeza na rais ameboresha nyingi sana, ameleta ndege kubwa kubwa. Kwa hivyo naona wanja ndege ya Dar es Salaam kabisa zuri na inaboresha sisi. Tumekwenda kutembea Terminal B. B tumeona mambo mazuri yani itajengwa inajua wananchi na watalii watakuja wengi sana, lakini vile vile naomba serikali wanja ndege ya Zanzibar, sisi wote muungano ndugu moja, haina baguzi wanja wetu wa Zanzibar na tuborese, kwa sababu tamina niipo na wanakuja watalii, pesa zote tunaingia Tanzania, tutaondosha maskini wetu vile vile wanja ndege ndogo ndogo Tabora Mwanza Moshi Kilimanjaro jamani hizi wanja ndege kama sie tutapanda wananchi tunaongeza mapato tunaongeza vitu mbalimbali yani kuongeza tutaondosha maskini tunatafuta mapato tuna, tunaleta maendeleo tunakuja katika bandari mheshimiwa naibu spika umenipa nafasi na, na kushukuru sana Mungu akuweke Bandari, bandari yetu imeboreshwa na tumekwenda kutembea bandari ya Dar es Salaam. Tunataka kupanua bandari na kupanua kwake, kwa sababu itapita meli mbili pamoja. Sisi kamati tuna mimi nampongeza kamati mwenyekiti wangu, yaani mimi pia nimefaidika kwa kuingia ndani ya Bunge, nini ni muungano na nini, nini, nini, nini serikali Kumbe serikali iko imara na serikali, rais wote awamu zote amefanya kazi ya kuleta maendeleo nchi yetu, kuondosa ku, kuondosa maskini wetu. Nampongeza mwenyezi Mungu, hii nchi yetu ya Tanzania ilete baraka na kila heri. Bandari yetu ya Dar es Salaam tunapanua lakini mi naomba serikali yetu vilevile vile bandari ya Zanzibar, tuko katika enzi yetu ya zamani. Tunataka sisi bandari yetu ya Zanzibar pia tuboreshe, tupate kuweka kontena mengi koli, koli kwa yale pamoja na waje wa, watu mbalimbali vilevile, mi naomba serikali yangu, waziri wangu, rais wangu, bandari ya Mwanza, Tobora, wapi hapo sio Tobor, Aga moyo Tanga umenifam pale. Muda umekwisha mheshimiwa, ongezee eh, eh, muongezee za kwangu, mpe za kwangu mheshimiwa. Bandari ya Tanga mimi naunga mkono hoja. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Bagwanji kwa maombi makali kabisa hayo.